Hei, mambo vipi ndugu zangu, natumaini mko poa sana. Leo bwana, nimekuja na kitu hicho hapa. Yaani leo nataka nae direct tu, nimekuja na kitu hicho hapa chikitu bwana, unavyokiona hapa. Nimekuja na ili somo ili kwamba hii ni picha, hii picha ina maneno imeandikwa jiamini. Sasa tunahitaji hii picha haya maneno yaliyoko ndani ya hii picha tuyatoe humu ndani, alafu tuyaweke labda tuyatumie sehemu tutayohitaji. Tuchukue maneno tu tu ili tuyatumie tu sehemu tunayohitaji. Je, tunafanya nini hapa? Cha kwanza utakuja ndani ya hili folder, ndani yake kabisa. Umeliona hili folder, ni new folder 2 iko hapa. Umumundo unafungulia cmd yako SMD ili pasi yake ianzie hapo oh. Tutaifungua hivyo. Baada ya kuifungua hivyo, tunaona kabisa humo hakuna kitu, kuna sije kusema labda kuna labda nimeandika hii hapo, hakuna kitu. Na ngoja tu nifanye, nisogeze tu hivi tuone vizuri, hakuna kitu. Kwa hiyo hapa ndio tujue kukifanya, taandika kodi hizi ili tupate hilo faili hapo, sijui kasema labda pamefichwa hapo, hakuna kitu kabisa kabisa kabisa. Ili folder na hishi tunalijua yenyewe ni hii, sehemu hii tunahitaji hiyo folder. Kwa hiyo baada ya hapo tunahitaji tupate haya maneno, tufanye tuyafanye, tunachohitaji hapo, utafanya kitu kimoja, utaandika tese teselati then utaipa space hivyo then utaandika jina la hiyo picha hiyo picha inaitwa roma utaandika roma hii roma ukiangalia ni aina gani ya picha aina gani ya picha ni tukia, tuitazama hapa ni PNG okay tutakuja ni PNG tunaandika lazima uandike extension yake tunaipa PNG baada ya hapo tunahitaji kufungua faili ambalo lita litabeba hayo maneno hayo maandishi hayo ya jiam, yajiamini. Kwa hiyo hapa tutachofanya, zima nifungue faili falnifungue file, .txt Kwa hiyo hilo faili litakuwa labda niseme jina utaweka lolote jina, labda niseme ni chukua hapo. Ndokana nimemaliza kufungua hilo faili, kitachofuata ni kuangalia lugha iliyomo kwenye hiyo picha, iliyoandikwa kwenye hiyo picha, hiyo lugha ni Kiswahili. Kwa hiyo ili kuyambia lugha iliyomo ni Kiswahili na itoe itoe maandishi kama yalivyo utaweka hiyo alama alafu utaitambulisha kwamba hiyo toa katika hiyo lugha ni lugha ya aina gani. Kwa hiyo utaweka hiyo alama wewe utalipa space, kinachofuata mbele yake utaandika aina ya lugha sasa iliyoko ndani ya ile hiyo picha, hiyo lugha utaandika kifupi swa. Kwa hiyo baada ya kuandika hiyo swa Taipa, space baada ya hapo utakuwa umeshaitambulisha lugha aina gani. Sasa kuna sheria, kama kwenye picha kuna mstari mmoja wa sentence, basi kuna sheria zake, utaweka hii hivi vialama viwili, then utaandika PSM then, utaipa space zeni utaandika namba saba kwa sababu ndio hiyo kodi inasimamia utambulisho huo, ndio itakuwa imeelewa kwamba picha iliyopo ina mstari mmoja tu. Kwa hiyo itaenda itachukua clear kabisa, itachukua tu ule mstari mmoja, zeni inamaliza sasa. Ukishafika hapo hapo, utakuwa umemaliza, hapo utakuwa umemaliza, tutahitaji tupate hilo oletu lachukua, mimi nitabonyeza enter Nitaisubiri create kweli, ime create na hisi umeona hapo, hapo moja kwa moja hii hapa. Je, tukiingia ndani yake kuna hili neno liliochukuliwa kweli? Basi nataka tuone, tutajifungua faili letu, ndio hilo kweli, kuna hii amini. Kwa hiyo hapo ut, utaruhusiwa kuchukua haya maneno na kuyafanyia unachohitaji. Swali linakuja je Imekuwaje mpaka imekuwa hivyo? Moja kwa moja nitakupeleka mwanzo, ili uweze na wewe kuchukua hayo maneno kutoka kwenye picha. Utakuja kwanza, utafungua utakuwa, utafungua, utaingia Google, Google Chrome, utadownload programu inaitwa Tesseract, utadownload programu inaitwa Tesseract ambao ni hii hapa na hisi utaiona hapa ni test, mimi ni download. kuna version utaangalia kompyuta yako ni utaangalia kompyuta yako ni aina gani na uwezo gani. Kwa hiyo kuna hmm, kuna bit 64 la... kunamini sana nichukua bit 64, bit 64 kulingana na window unayotumia sasa nazo ni nazo zote ukiziangalia, ukiangalia hii yani, hizi ndo ni download. Kwa hiyo utatafuta hii teslact, kuna hii hii teslact ndo utaitafuta wewe, utafuta teslact utazikuta, utaikuta online. Kwa hiyo utai download. Baada ya kui download, utai install kwenye kompyuta yako, kwenye kompyuta yako kama hiyo utainstall. Mimi ninayo, nitakuja nitainstall, utainstall hiyo uta hiyo program baada ya hapo. Baada ya kuinstall mimi nimeikata hivyo, ili kwa sababu ninayo. baada ya ku... ya ya, baada ya hapo, baada ya kuinstall ukajua imemaliza basi, utakuja kwenye this pc, utakuja kwenye local disk c, utakuja kwenye program program files hapa juu hapa achana na hii program files 30 32 hii ambayo umeandika 86. Utakuja kwenye program file files utaiopen. Sasa utaitafuta huko kwenye program file testlact. Kwa hiyo hapa nikija naikuta ni hii hapa file lake testlact, nitalibonyeza sasa baada ya kulibonyeza, nitakuja hapa juu hapa, nitachukua hii pass, nitaikopi. Nitaikopi, baada ya kuikopi nitatoka. Baada ya kuikopi nitakuja hapa kwenye this pc, nitabonyeza right click. Nitakuja kwenye properties, nitakuja hapo try click ili kwenda kuitafuta advanced system. Nitakuja kwenye advanced system nitaibonyeza then nitakuja kwenye environment variable nita click. Then baada ya hapo utakuja hapa kwenye pasi uta click. Baada ya kuja hapa kwenye pasi, umeona mimi ninayo hiyo, ninayo ita select kwenye kwenye environment yangu environment variable yanguku ninayo kwenye kwenye pasi huku. Sasa hapa ukifika hapa kisha utaikliki, utaiangalia. Sasa baada ya hapo, utabonyeza kwenye new, itakufungulia hivyo. Utachukua ile ile pasi ile pasi yako uliokopi kule, utaipesti hapa. Baada ya kuipesti hapa, utaipa okay. Tumeelewana, mimi siwezi kupiga okay kwa sababu ninayo. Baada ya hapo, baada ya hicho ukishamaliza hivyo ukishamaliza au ukiona huku kubonyeza hapa kwenye hii pasi, nahisi kwenye windo kumi na moja utakuja kwenye kwenye windo kumi utakuja kwenye new, utabonyeza new hapa, utaandika pass. Pass then utabonyeza, halafu utakuja kuipaste ile nani yako, halafu utaipa ok. Ukiipa ok itajisave, baadaye utatoka huku kabisa Sa mimi huko siwezi kusema utatoka huko kabisa. Utakomemaliza ili kujua kama hii mode yale umeinstall na inafanya kazi, utabonyeza control hara, no, utabonyeza window key plus hara, afu utaandika cmd hapo, cmd then utaipa enter. Baada ya hapo utakuja uandike sasa kuangalia kama nani hiyo programu yako inafanya kazi kwenye kompyuta yako hadi kuanzia sasa hivi, utaandika tese tese lakti, then utaipa space utaika ho alama, utaandika utaandika i version. Nanielewa version. Utaipa inti utakuleta detail. Mimi tese lakti tano ngapi ngapi hiyo You know, you know, you know, mimi tayari wako wao kishapata ujumbe wa Tesla kit wakakupa na version ba, nani, itakuwa tayari itakuwa umeinstall vizuri, unaruhusiwa kufanya chochote. Ila sasa kuna kitu kimoja unahitajika, utafute lugha hizo lugha, na zenyewe utazidownload uko kwenye Website zao za Teslact. Kwa hiyo utaingia uta kule Google uka utarudi kule kule utatafuta hizo program kwenye website zao, utapata hiyo Teslact. Kwa mfano hiyo lugha zinakuwa mfano ni huu, hizo lugha utaipata tu wewe. Oh, unafika tu unaandika utaandika neno kama ili hizo lugha ni hizi, lugha ni hizi. Utakuta kama OSD.trained data yani. Kwa hiyo wewe ukifika kule utazipata zenye hazina shida. Baada ya kuzidownload, kunaona kama kuna English. Hii English nimezidownload zaidi mara nyingi nyingi, kwa makosa yalitokea tu. Kwa hiyo e, utatafuta utatafuta, kuna English hii ni English, unazikuta ziko hivi kwa hiyo unazikuta kama nu- yaani, zinakuwa zimeandikwa kifupi. English hii ni English, kuna Swahili kama vile nilivyokuwa nimeandika hii hapa, Swahili hii hapa, ila hii ni moja nimedownload, kwamba hii inaonyesha kwamba kuna ni download nyingine tofauti na hii. Kwa hiyo ilivyoingia humo ikawa ya, ya pili, sio ya kwanza, ile ya kwanza na itakuwa inasoma zero. Ushanielewa basi ndio hivyo. Kwa hiyo baada ya kuichukua hizi uta, ukipata kama kwa mfano umeweka kichina Kiswahili, kwa hiyo hii utaiklik hii hii Kiswahili, nitatafuta na Kiingereza, labda English ni hii hapa, nitazikopi nitazikopi. Baada ya kuzikopi labda ni, hii ni English na kwa mfano hii ni English labda na Kiswahili, umezidownload, unazo kwenye, umeshazidownload utazikopi style hii hii. Mimi nimefanya tu mfano, utazikopi utazichukua, utakopi, then utatoka hapa, utakuja kwenye this PC, naenda kule kule kwenye local disk C, naenda kwenye files program files, naenda kwenye test lact naenda kwenye teslact data. Sasa ukishafika humu utazipesti hizo lugha. Kwa mfano mimi, hata ukiangalia hapa, nilipesti nilichukua hii Swahili nikachukua na hii English. Kwa hiyo kama nikipata muda mzuri, nitaweka linki ya kud-kuzidownload hizi language ili usije kupata shida. Asante. Nahisi hapo utakuwa umenielewa. Sorry, nikuonyeshe inaweza kufanya kazi tena kwa mara nyingine. Baada ya kuinstall, kwa hiyo wewe uta, utafanya kitu kimoja control control r, labda ni- niseme. Yani, ningekuwa na picha zaidi hapa, hata zenye maneno mengi, ningekuonyesha, lakini njia ni hiyo hiyo, utafika, utafanya hivyo. Kwa hiyo ukihitaji sasa, labda kwa mfano control, kwa mfano kwa mfano unahitaji kujua matumizi yake zaidi utaandika test select. Test select, then space then utaweka hivyo vinani, afu utaandika help, tumeelewana. Shaandika help utaipa enter itakuletea maelezo haya, maelezo nayo ukitaka maelezo zaidi tena, utakuja kwenye hii hii, unaona hii ni list languages, au utakuja kwenye hii hii utaandika tesseract rp utaweka cheki mkato extra, sawa, itakuja ikupe maelezo zaidi ya kuendelea kuisoma hii tesseract. Kwa hiyo ndo utaanza kuangalia uanzie wapi ushie wapi, yii yote ni maelezo. Kwa hiyo siwezi kusema nikaanza kuelezea yote. Kwa hiyo kama mtaipenda, mta comment hapo chini. Kama mtaipenda na utaangalia kipengele kitacho kushinda utasema niseme. Asanteni kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii na muendelee kusimama katika chaneli hii, ili tuweze kufika mbali kielimu za kompyuta. Asante na nawashukuruni sana.